Karibu katika mwendelezo wa darasa zetu za somo la aqida au tauhid, ambazo zinatiririka kutoka katika kitabu cha khudha aqidataka min alkitabi wassunna. Tuko katika darasa nambari 35 katika kitabu hiki cha khudha aqidataka, ukurasa wa 15 katika unwani inayosema hal nalbasu lkhaita walhalqata lishifai, je, tuvae e, uzi kitu kama uzi walhalqata na mabangili, ama mfano wake katika vitu vya duara vinavyovaliwa katika shingo au katika mikono au mahala pangine lishifai kwa ajili ya kutaka ponyo, kwa ajili ya matibabu na kupona. Ee, hii ndio hadithi yetu na mazungumzo yetu ya leo. Lakini katika darasa iliyopita tulikuwa tumezungumzia onwani iliyokuwa iki ili, ili ee, onwani ambayo chini yake tumetoa maelezo kwamba hakuna yeyote hakuna uwezekano wa yeyote kujua ghaibu. Ee, yeye kama yeye, kwa kuwa hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni alimul ghaibi, ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana, fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan. Kwa hivyo e, kwa kuwa hiyo ni sifa yake, kwa hivyo hawezi kuwa nayo yeyote isipokuwa. Qur'ani ikasema inawezekana akatoa taarifa nabii ya mambo ya ghaibu, kwa sababu Allah amemdhihirishia fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan ila man irtada min rasul, isipokuwa ambaye amemridhia katika manabii. Lakini tuka tukitaka maelezo mapana zaidi arudi nyuma katika darasa hii na darasa ya nyuma yake, darasa 34, nambari 34 na nambari 33. Zote hizo zimezungumzia masala ya ghaibu, lakini tukawa tumegusia nukta ambayo muda haukuturuhusu, eh, hukumu ya kuamiliana na majini e, hasa kwa mfano, mtu akiuliza e, je, kama tunaamiliana nao katika jambo zuri, je, hiyo inaweza ikaruhusiwa na ikafaa? Tukasema haijuzu kuamiliana, au tunasema haijuzu kuamiliana na majini e, hata kama watadai kuwa ni, wao ni wema au sisi tutadai kwamba tunaamiliana na majini walio wema. Na dalili ya kutokujuzu kwake ni kuwa jambo hili eh, haliku, halikufanywa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na eh, mazingira yalikuwa yanahitajia hilo. Lau kama ingelijuzu Mtume angelifanya hivyo. Kwa nini tunasema mazingira yalikuwa yanahitajia hivyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam mara kwa mara aliitisha harambee kwa ajili ya jihadi au kwa ajili ya kuwasaidia maskini. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ni, ni, ni, ni, ni mtume wa athakalaini wa binadamu na majini, lakini hajapatapo kuwakusanya eneo moja binadamu na majini au akatoa sauti akasema, majini ambao mnanisikia, tushirikiane sisi na nyinyi katika harambee hii au katika kuwapiga vita makufar. lamyastain Rasulullahi sallallahu alaihi wasalama biljan, Mtume sallallahu alaihi wasalama hajapatapo kuomba msaada kwa majini e, kuchang, nani katika kuchangia au kutoa sadaka au kujenga msikiti au kupigana jihadi, wala Mtume sallallahu alaihi wasalama hajapata kuwatuma masahaba wala yeye mwenyewe kwenda kukusanya sadaka na zaka kutoka kwa majini, na yeye ndiye ambaye aliteremshiwa kauli yake Mwenyezi Mungu jalla waala: khudh min amwalihim sadaqatan, chukua kutoka katika mali zao zaka au sadaka. tutahiruhum watuzakihim biha, uwatoharishe uwathari, na watakase. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akikusanya sadaka na zaka kutoka kwa, kwa majini eee, ziko adilla, lakini hapa tunaongea kwa lugha ya mantiki kabla hatujataja adilla naqliya. Hizi ni adilla aqliya na qara'in zinazoonesha kwamba jambo hilo yani halijuzu, kwa sababu mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hakulifanya hilo, isipokuwa nadhir jidda. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suala la dawa, sio suala la e, kuwapa na wao watoe katika suala la dawa. Mtume sallallahu alaihi wasalama, nakumbuka kuna riwaya chache zinasema alipata kuwalingania majini e, siku moja aliondoka na na masahaba akenda, akachora duara akawaambia wabakie hapa, wasiondoke. Yeye akenda akawalingania majini kisha akarudi sallallahu alaihi wasallama. Anayetaka istifsari zaidi atarudia katika nini, ufafanuzi wa hiki kisa. Lakini kwa ujala na haraka, mimi naelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alienda peke yake. Kwa nini asiende na masahaba wake kwa wale majini e, wa, masahaba wawaone na hawa wawaone hawa, awatambulishe na awakutanishe, kama ambavyo ali aliaha baina alansari walmuhajirina, alitengeneza undugu na mahusiano baina ya muhajirina na ansari. Lakini e, akaenda peke yake, na hata mara moja hajawakutanisha hawa waumini waki, wa kijini na waumini wa kibinadamu masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallama. Hii ni dalili kwamba mlango huu umefungwa. Katika, katika adilla katika zinazoashiria kwamba haijuzu kuamiliana na majini ni hii kauli ya Nabii Suleiman e, aliposema rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min baadi innaka anta alwahab, ewe mola wangu e, nipe ufalme ambao itakuwa si sawa kwa yeyote baada yangu, hakika wewe ni mtoaji mbele. Mwenyezi Mungu azza jalla anasema fasakhara lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haithu asaba washayatina kula banain wa ghawas. Alipoomba dua wa hii katika alivyopewa, alipewa kuwamiliki ma, mashayatin wakawa ni sehemu ya jeshi lake, ni sehemu ya raia wake, na ikawa wanamfanyia kazi mbalimbali mbali, katika ujenzi na kuzamia baharini na kutoa maadini mbalimbali mbali. Lakini kumbuka, alisema nipe ufalme ambao si halali kwa yeyote. Kwa sababu ya neno hili nipe ufalme ambao itakuwa sio halali kwa yeyote, siku moja sheitani tulitaja kwamba e, kasheitani kalimshawishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sala yake. Masahaba wakaona mtume sallallahu alaihi wasallam amepeleka wa mkono alafu amekamata lakini hawaoni alichokikamata, kisha akaachilia na hawaoni kile alichokiachilia baada ya kumaliza sala, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, kitu gani kimetokea? Akasema alimkamata alik, alikakamata kajini e, kash, kashetani kalichokuwa kanataka kumharibia sala yake, akakanyonga katika shingo yake mpaka kakatoa ute ute, wa ute mpaka ule ute ukatia ubaridi katika mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Anasema kisha nikakumbuka dua ya ndugu yangu Suleimani kwamba nipe ufalme ambao si halali kwa yeyote. Na katika ufalme wake ilikuwa anamiliki majini, kwa hivyo nikakiachilia. Lau si hivyo ninge likafunga katika viguzo vya msikiti ama viguzo vya Madina, kiwe kinachezewa na watoto kama taaziri, kama adhabu yake kwa lile kosa la kutaka kuharibu sala e, ya, ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, na, na, na, na ishu ya kuharibu sala za masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini nikakiachilia kwa sababu nikakumbuka kwamba jambo hilo si halali kwa yeyote. Kwa hivyo jambo hili halijuzu. Kuna baadhi ya nini, mashekhe wanasema, wanaoitwa mashekhe wanasema, hawa wanatukataza sisi kufuga majini, ndio maana tunachezewa na watu wengine Tungeliweza kuwatumia hawa katika kupambana na makufari. Mbona mtume sallallahu alayhi wasallam haku haku hakuwatumia? Na yeye alikuwa anaweza kuwasemesha, na yeye ndio ambaye ameteremshiwa hizo adila zote ambazo mnazidai mna. Kwa hivyo si suala linalojuzu. Katika Qurani, katika surati Al-An'am nakumbuka kauli yake Mwenyezi Mungu azza wajalla atasema siku ya kiyama. ya maashara aljin, Enyi kongamano, Enyi mkusanyiko wa majini kad istakthartum min al ins, hakika mume- mumekuwa na kundi kubwa mlilolipoteza la binadamu, muliwapoteza huko duniani. Kwa hivyo, yani, wanasomewa shtaka na hatia. Watadakia binadamu ambao waliamiliana na hawa mashayathin watasema rabbana istamtaa baduna bibad wabalagna ajalana alladhi ajalta lana, ewe mola wetu hawa hawana lawama. Kana kwamba wanasema hivyo, sisi na wao tuliamiliana muamala, istamtaa baduna bibadi, kila mmoja sisi hatukuwadhuru wao wala atudhuru, tulikuwa tunaamiliana miamala ambayo kila mmoja alifurahi kwa upande wake. numetumia umetumia neno istamtaa baduna Ba, ni baadhi yetu walistarehe kwa wengine. Yani, sisi tuliwastarehesha, tuliwapa mambo yanayowafurahisha, na wao wakatupa mambo yanayotufurahisha. wabalagna ajalana alladhi ajalta lana, mpaka tukafikia mwisho wa umri wetu ambao ulikuwa umetupangia. Ajjaltalana qala, sikiliza nini muamala huu. Allahu jalla wa ala anasema qala an-naru mathwaakum khalidina fiha, moto ni mafikio yenu, mtakaa humo milele kwa hivyo ikiwa mtu atatuuliza kwa mfano kwa mujibu wa haya maelezo je inajuzu kuamiliana na hawa viumbe katika mambo ya biashara au ukatoa sauti ukasema jamani ndugu zangu majini mnanisikia kuna kitu tumepotelewa mmeona mahala kuna mtoto tunamtafuta mmemwona kama mtu atatuuliza swali hili tunamwambia haijuzu kuamiliana na majini na mlango huo mwenyezi mungu azza wa jalla ameufunga na ndio maana eh, Innahu yarakum huwa wakabiluhu min haithu la taraunahu. Allah amezuia mawasiliano ya kujuana. Unajua, katika shurutul muamala katika fiqhi, hasa katika kuuziana na kubadilishana huwa kuna kujuana. Hata inajuzu kwa dharura ya sheria mwanamke akatoa niqabu, kama unafanya naye biashara ukamjua, ili se, ikitokea yale katika, katika, katika, katika mashakili zinazotokea katika biashara, baada ya biashara iwe labda umeuziwa kitu kwa, kwa goshi au hicho ulichouziwa akatokea mtu mwingine akasema ni cha kwake, vyovyote itakavyokuwa, ukadharurika kurudi na kwenda kum, kum, kumchukua yule ili akurudishie pesa yako ama mvunje biashara ama mfidiane, kitu kama hiki unahitaji wewe unamjua, kwa sababu unaweza ukamrudia mtu akwambia, ni mimi? Si, si mimi, kwani uliniona mimi? Si yule ambaye ulifanya naye biashara. Kwa hivyo inatakikana watu wajuane katika biashara, katika, katika masharti ya muamala watu wajuane na wafahamiane na ifahamike ile biashara na ule muamala ambao wanafanya. Sasa Mwenyezi mm Mungu -hmm. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kuwa e, sisi haijuzu kuamiliana na wao, ame, ameweka kanuni ya kimaisha kwa kudura yake. Wao wanatuona sisi, hatuwaoni innahu yarakum huwa waqabiluhu min haythu la tarawnahum, wao wanakuoneni Ibilisi anakuoneni yeye na kizazi chake au na kabila lake, katika hali ambayo nyinyi hamwaoni. Utaamilianaje na mtu ambaye baadaye huwezi kusema alikuwa ni nani? Na kwa hivyo haijuzu kuoana na hawa viumbe, haijuzu sisi kuoa kwao, wala wao kuoa kwetu. Yaani kadhia yao iko katika gumudu, haieleweki. Haieleweki. Katika hayo yasiojuzu kuamiliana nao ni kupokea taarifa hata kama zitakuwa ni taarifa nzuri. Hatuwezi hat, hatufungui mlango wa daktari wa kijini akasema jamani, nimegundua akawasemesha madaktari wa kibinadamu nimegundua dawa ya, ya huyu mgonjwa mimi na, na, na, na, na share ma maelezo na mazungumzo katika katika hii kadhia ya huyu mgonjwa ni kadha na kadha, haijuzu na haukutokea mfano wake katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salam Ilikuwa ni darasa ya hal nalbasu lkhaita wal halqata lishifai, lakini tukarudia masala haya ambayo tumeyazungumza nyuma na yamemaliza darasa hii. Kwa hivyo darasa ijayo itakuwa ndio hiyo hal nalbasu lkhaita wal halqata lishifai. Je, tuvae vitu katika mikono yetu kama vile bangili au uzi ama ngozi lishifai kwa ajili ya kutaka ponyo? Aljawabu katika darasa inayokuja. Mpaka hapa.